Assalamu alaikum na karibu katika urukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania leo, ni tarehe 26 mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano, siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi mosi, kwa moyo mkunjufu kabisa ni kualike kunako urukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania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 aidisha mafanikio miaka sitini na moja ya muungano mwenye majaliwa watakatunu zake kulindwa kudumishwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Hatoa bilioni thelathini ukarabati wa barabara muhimu wa habari. Imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Wasira mva karua wa, wa Kenya kujitosa kwa Lisu. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili wanne baroni udhalilishaji wa wanafunzi habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Biteko wapongeza TRA usimamizi bora wa mapato habari katika ukurasa wa saba. Papa Francis kuzikwa leo, mpango wa kushiriki habari katika ukurasa wa nne. Nchimbi apiga marufuku wimbo unaochochea chuki habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Bajeti ya ofisi ya makamu wa rais na toleo maalum la muungano ndani, wa taarifa hizi ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo. Gwiji la habari Tanzania pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu. Nalo gazeti Mwananchi lenye habari liopewa kipaumbele ni Nchimbi akemea kauli za chuki kwa upinzani, awapiga marufuku wana CCM nchini kutumia nyimbo na kauli zenye kuchochea chuki kwa vyama vingine, ataka wanasiasa kuchunga ndimi, hasa wakati huo wa uchaguzi. Wadau wa siasa wachambua kauli yake, habari imelikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi ya Dkt. Emmanuel Nchimbi ikisema, maneno haya: katika wimbo huu ni maneno yanayojenga chuki, hayajenge upendo. Napiga marufuku wimbo huu. Sisi CC wana CCM, tuna dhamana kubwa katika nchi hii, lazima tuongoze kwa mfano, tuunganishe watu, tusiwe chanzo cha vurugu. CCM ndiyo baba na mama wa demokrasia nchini. Chadema walishukia jeshi la polisi hechi, yatangaza msimamo wa habari, katika ukurasa wa tatu. Habari picha inaonesha baadhi ya wanachama wa Chadema waliojeruhiwa baada ya kudai kupigwa na polisi walipokuwa mahakamani kwa ajili ya kusikiliza kesi ya mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lisu jijini Dar es Salaam. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu. Nahodha akosoa mfumo wa elimu ya vyuo vikuu, habari katika ukurasa wa tatu. Rais Semia aonyafra isiyo kigezo kuvunja sheria azigusa taasisi, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Kauli ya Kardinali Pengo, maisha ya papa Francis, habari katika ukurasa wa sita wa gazeti hili. Toleo maalum la muungano linapatikana kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mvua yaacha vilio, shilingi bilioni thelathini kwa karabati barabara nchini, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele tunatazame sasa gazeti ni Jamili ya Nipashe mwanga jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni miaka sitini na moja ya Muungano, rais Samia ataja mambo manne, wadau washauri uunganishe Afrika. Mwinyi ataka uchaguzi mkuu usihatarishe amani, utulivu. Habari katika ukurasa wa pili, wa tatu pamoja na ukurasa wa tano. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ninataka kusisitiza kama ambavyo nimekuwa nikisema katika majukwaa mbalimbali kwamba kutekelezwa kwa R nne kuna kwenda sambamba na kuzingatia kwa katiba na sheria za nchi. Kamwe falsafa hii haiwezi kuwa kisingizio cha kuvunja sheria au kujenga mazingira yanayohatarisha mali usalama utulivu wa nchi yetu. Nipashe pia limeandika ufuasi Chadema simulia yaliyowakuta, habari katika ukurasa wa pili. Hivi ndivyo atazikwa papa Francis, habari katika ukurasa wa kumi na saba raia wa kigeni mbaroni, madai ya kufanya biashara Kariakoo bila kibali. Habari katika ukurasa wa nne. Abuni mfumo wa kuchunguza kansa kizazi unaotumia akili unde. Habari katika ukurasa wa tano. Wizara ya shukuru NMB kuijengea uwezo kituo cha huduma kwa wateja. Habari katika ukurasa wa saba. Katar Nemki kubabana na gugu vamizi wa Victoria. Habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe, lakini pia Nipashe likiandika Yanga Sports Club tambo za tawala, habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwongo wa jamii. Nilo gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipo kipaumbele ni maadhimisho ya miaka sitini na moja muungano. Dr. Mwinyi asema Tanzania imepiga hatua sisitiza amani kuelekea uchaguzi mkuu, habari katika ukurasa wa pili mfumo wa kuratibu wa shughuli za muungano wa habari katika ukurasa wa pili. elfu saba na sitini na tisa wa wakamatwa kuishi nchini kinyume cha sheria ya habari katika ukurasa wa nne. Miaka sitini na moja ya e mafanikio makubwa Hemedi, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar zanziba leo. Siku hii leo siku ya Jumamosi, kamata nakala yako usome kwa undani. Uhuru kweli zaidi, uhuru kweli daima, ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Rais Samia asisitiza uchaguzi uhuru haki, ahimiza wananchi kujitokeza kushiriki mchakato wa uchaguzi huo, aonya falsafa ya 4R isitumike kuvunja katiba na sheria za nchi. Habari katika ukurasa, ukurasa wa pili, Tanzania apokea trilioni 1.9 za uhifadhi wa mazingira. Habari katika ukurasa wa nne Wasira amshukia Martha Karua, amtaka aje kuingilia mambo asiyojua, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, spika Zanzibar wataka watanzania kuenzi na kulinda muungano. Dr. Tulia wanaotaka tutengane hawa na hoja. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Dr. Nchimbi awapa maagizo wapiga kura za maoni CCM. Habari katika ukurasa wa tatu. Muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni matokeo ya ilani bora ya ASP. Habari katika ukurasa wa 22. Lakini pia gazeti hili limeandika maadhimisho ya miaka 61 ya muungano katika kurasa za ndani za gazeti hili la. Rais Samia aidhinisha bilioni 30 ukarabati wa barabara nchini. Habari katika ukurasa wa nane. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, Ukweli Daima. Nalo gazeti wa Machinga mikononi mwangu lenye w habari iliyopewa kipaumbele ni kura za maoni, balozi Nchimbi atoa maelekezo kwa ujumbe, awataka kusikiliza maoni ya wananchi na mgombea wanayemtaka kwa udiwani ubunge, asisitiza CCM inaenzi misingi ya Mwalimu Nyerere, awataka wenye sifa kupiga kura wajiandaa ya kushiriki uchaguzi mkuu. wa habari katika ukurasa wa pili. Gazeti hili imeandika Rais Samia aidhinisha bilioni thelathini kwa ukarabati barabara, ni zile zilizoharibiwa na mvua za sasa nchini. Mabilioni mengine kujenga miundombinu ya kudumu. Ulega akatisha bunge kujionea uharibifu Morogoro, hatua na timu ya mainjinia ujenzi wa viwango, aakiza wabaki site usiku na mchana. Habari katika ukurasa wa tatu. Gazeti limeandika Wizara ya Katiba ya ishukuru NMB kukijengea uwezo wa kituo cha huduma habari katika ukurasa wa nne. Qatar nemki kushirikiana mapambano gugu vamizi ziwa Victoria. Raia wa kigeni elfu saba na sitini na nne wakamatwa kwenye operesheni maalum nchini, habari katika ukurasa wa pili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti la Machinga. Kamata nakala yako usome kwa ndani zaidi, na sasa tukiwekia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani na mikononi mwangu nalogazeti Mwanaspoti linywwa katika ukurasa wake mbele. Ya habari iliyopewa kipaumbele ni rekodi zaisogeza simba fainali. Hii ni mechi ya saba simba ugenini katika kombe la shirikisho Afrika kwa msimu huu. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi na mbili pamoja na ukurasa wa kumi na tatu. Leo ni second leg stellenbosch dhidi ya Simba, mchezo unapigwa Jumapili saa kumi kamili jioni, Moses Mabida, afrika Kusini. Mwanaspoti limeandika ishu ya diara kutoka Yanga Sports Club, kombe la muungano leo Jumamosi, KVZ dhidi ya yanga saa moja na robo usiku. Lakini pia gazeti hili imeandika mtibwa ina dakika tisini tu tu, kinachoetesa kengold ligi kuu. Habari ni katika kurasa za nane za gazeti hili. Kengold dhidi ya pamba jiji ni Mei kumi na tatu saa kumi kamili jioni sokoine Mbeya. Kimataifa gazeti hili imeandika Diallo ashusha pressure Bournemouth dhidi ya Manchester United ni saa kumi kamili jioni kesho Jumapili. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi na nane. Hasira za fegi ubingwa wa Liva, habari katika ukurasa wa kumi na tano. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Mwanaspoti pia likiandika shirikisho, kesho ni Konstantin dhidi ya Berkane, mchezo unapigwa saa moja kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwanaspoti. Kamata nakala yako usome kwa undani zaidi. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti ya Habari Leo, Gwiji la habari Tanzania lenye limeandika Simba yafanya utambulisho Afrika Kusini, Yanga KVZ kusaka nusu finali Kombe la Muungano, imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Kocha fursa akoshwa na viwango. Gazeti limeandika Vardy kuondoka Leicester City, habari katika ukurasa wa 22, KMC yabeba Simba Tabora, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari leo. Gwiji la habari Tanzania na gazeti ya Habari Leo linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania, kupitia hapa toka zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.